Kituo hiki cha Mazumbai kina kazi kuu tatu. Moja ni sehemu ya kuhifadhi msitu wa hifadhi ambao ni msitu wa hifadhi Mazumbai, ambao ni msitu wa asili ambao haujawahi kuguswa na kazi za msitu huu ni kama maabara hai kwa ajili ya tafiti za wanafunzi, watafiti, walimu na watafiti wengine kutoka taasisi za ndani na nje ya nchi kwa kuzingatia vibali maalum ya utafiti vinavyotolewa, lakini pia msitu huu ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya utali ya utalii asilia ambapo wageni wanafika mahali hapa kwa ajili ya utali, ya utalii kuona vivutio mbalimbali vilivyoko ndani ya msitu, na kwa maana hiyo ni kituo cha utalii ama cha mapumziko huishi, na ili kutimiza hicho kipengele cha, cha mapumziko huishi, tunazo nyumba za wageni, vyumba vichache vya wageni kwa ajili ya kulaza wale ambao wanatoka mbali kwa ajili ya kuja kuangalia au kutembelea msitu huu kwa malengo tofauti tofauti, ya utafiti, kujifunza pamoja na utalii wa utalii huishi vilevile. E, kituo hiki kinatumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo ya wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha Sokoine, wanaosoma shahada mbalimbali, shahada ya misitu, shahada ya utalii, shahada ya nyamapori, nyamapori. Bia, ya wanyamapori, usimamizi wa wanyamapori. Lakini pia kwa mara ya kwanza mwaka jana walikuja wanafunzi kutoka e, e, idara ya mazao Avipande, na nak kwa sababu tunayo mandhari nzuri, bustani nzuri za maua ambazo wao walikuja kujifunza, lakini pia kutuongezea thamani. Sasa tunapoelekea mwisho wa mwaka huu, tunapenda kutoa salamu zetu za dhati kabisa, mimi mwenyewe na kwenyeba, thati, kwa niaba ya watumishi nilionao pale, tunatoa salamu zetu za dhati kwa watumishi wote watu, wa watu chuo cha Sokoine. Eh, ambao wengine hawajawahi kufika kule na tuna, tunawaasa kwa kweli kujitahidi kutembelea Mazumbai. Ni sehemu nzuri ya mapumziko eh, na sehemu nzuri ya kuweza kujionea vivutio mbalimbali vya asili. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri tunapoelekea katika sikukuu za mwisho wa mwaka, pamoja na mwaka mpya wa 2026 unaokuja. Karibuni sana Mazumbai, na mazingira wezeshi ya kujifunzia. Unaizungumzia SUA.